Nikuambia mtu wa Mungu kwamba Mungu ni mwema katika maisha yetu, lakini ni lazima pia ufahamu. Unajua wakati mwingine tukaanza tukawa tunasema tu wema, kumbe ufahamu huu wema unaonekanaje? Mimi nasema nauona wema wa Mungu kila wakati, hata hapa naona wema wa Mungu. Inawezekana mwingine wema wa Mungu huoni hapo ulipo. Sasa unapaswa kuelimishwa na kufahamu wema wa Mungu. Tunauonaje? Tunaona katika nini? Wema wa Mungu. Tunaona kwenye nini? Tunaposema wema wa Mungu tunaona kwenye nini? Maana sio swala ukalili kwa wema wa Mungu. Lazima tufahamu wema wa Mungu umeonekanaje? Mungu ameonekanaje? Ametendaje mema hayo ambayo Mungu ametenda? Kweli hiyo Haki hiyo tunaionaje? Tunaiona wapi? Maeneo gani tunaona hiyo kweli ya Mungu, huo wema wa Mungu, hiyo haki ya Mungu, tunaonaje? Wapi tunaona? Tunaona wema wa Mungu katika uumbaji. Katika uumbaji, wema wa Mungu huonekana katika uumbaji wake Mungu. Wema wa Mungu tunaujua uumbaji wake Mungu. Mungu anapojifunua katika uumbaji, uumbaji hudhirisha wema wa Mungu kwamba hapa ni Mungu ametenda wema katika uumbaji, Mungu ametenda. Unajua Mungu ni wa ajabu sana, na ndiyo maana aita Mungu kwa sababu hafananishi na kitu chochote, mtu yote hafananishi, hafananishi. Asubuhi waimbaji waliimba wa ibada wa ya kwanza kwamba <coughs> hatuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe kabisa. Sijaona Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye anafanya vitu ambavyo mwanadamu hawezi alii kufanya anaweza kufanya, viko nje wezi kabisa wa mwanadamu. Ndivyo Mungu anavyotenda. Hivyo mwanadamu anaposema hapa, mimi nimeishiwa, siwezi tena, Mungu anasema hili, mimi naliweza, ili ujue kwamba mimi ni Mungu. tunaona wema wake tunaona wema wake Mungu na nasema nafahamu kwamba mwanadamu hawezi kufanya jambo, hawezi nitafanya kwa mwanadamu, Mungu anajitokeza kwa wema wake. Kwa Mungu kutenda tunamuona tuna, tuna Mungu, wema wa Mungu unajifunua katika uumbaji ha kivi. Unajua kile alichofanya Mungu ni kitu kizuri, si ndio? Sema eh? Including... mimi, kila nilichofanya Mungu katika Mwanzo moja moja inasema Mungu alipoumba mbingu na nchi na vitu vyote, akaumba wanadamu, akaumba mimea, akaumba vitu vyote, Mungu akakaa chini, akatulia, akasema sasa, tazama kila nilichoumba ni chema. Hiyo Mungu manake hajawahi kufanya jambo baya. Wema wa Mungu unajifunua kwenye uumbaji, anasema kia niliyofanya ni jema, akatulia. Maana anapoona mbuzi ameumba hawana kasoro, anapoona mimea haina kasoro, anapoona miti haina kasoro, anapoona wanyama simba hawana kasoro, anapoona wanadamu hawana kasoro, anapoona wewe anasema huna kasoro. Amekuumba Mungu kuwa kitu chema Amekumba Mungu. Kwa hiyo wema wa Mungu unajifunua katika uumbaji kwamba alipokufinyanga wewe Mungu akalihizika kwamba nimefyatua mke wa mchungaji kuwa safi, hana kasoro. Kama kasoro unaziona ni wewe, lakini Mungu hana kasoro nao na ha, ndio maana, kwa sababu hana kasoro alitokeza mtu mbaya unasema wewe anazo, lakini kuna mtu anasema hana kasoro. Ambaye Mungu alimkusudia ndiye mimi, nikasema huyu mama hana kasoro, anafaa kuwa mke wangu. Bwana Mungu anasema alimumba kiwa mwema, hana kasoro. Mungu anajifunua katika uumbaji, wema wake katika uumbaji. Taka nikwambia hapo ulipo, <laughs> Mungu alikufanya wewe kwa kusudi lake, ili ajifunue katika Wema wako, ma, wewe ni Mungu ni mtu ambaye mwema mbele za Mungu. Kwa sababu hiyo wema wa Mungu unaonekana kwako, vile ulivy vile ulivyo ni wema wa Mungu vile ulivyo macho yako ya mbua, kuna mtu anayataka hayo wema wa Mungu kuna mtu macho hayo yanatangalia amekwisha akangalia yani, tikitiki kama tikiti tiki, imeoza vile. Anasema macho haya jamani, apate wapi? Anakimbilia, anatamani kila jumapili utokeze akuone, hata na kuja hapa kwa sababu ya macho yako. Wema wa Mungu ameweka ndani yako, wema wa Mungu ameweka kusudi, ili wema wake udhirika kupitia wewe <coughs> kuna mtu mimi nikiangalia tu kifua cha yule kijana yule, basi anatosha kwa jirani, kifua tu. Wema wa Mungu, watu wanasema miguu ya pombe, kwa nini

wema wa Mungu umejifunua kwake kiasi kwamba kuna mtu mmoja haoni tatizo, anaona mguu tu ndio Mungu ameweka kwa ajili yake ili mguu uwe kivutio kwake, anaona hiyo tu. Wema wa Mungu, Mungu wetu ni mwema. Ninashangaa we uoni wema wa Mungu. Mimi naona wema Mungu kila eneo naona, hata wea pripo wema wa Mungu, neno yako ni wema wa Mungu hata kama upigi mswaki, akitua mtu anagazinikia yule wema wa Mungu uranuke lakini bado yumo. Wema wa Mungu unajifunua Mungu, Mungu hakukuakabatila. Ndio maana nasema kila nilichoumba ni chema, hata meno yawe kushoto nichema, yawe kulia ni chema, yawe pembeni ni chema, yawe chini nichema. Mungu aliona kila kitu nichema, kwake nichema. Yuko mtu kwa njia hivyo livo anapata shida

Kwa hiyo usipate shida mtu wa usiji Mungu, usijiulize mimi nitaolewa ama siolewi mimi nitaoa ama siowe mimi nitaishi ama sitoishi mimi nitakula ama sitokula. Ia, usijiulize. Mungu amekuumba wawe kwa kusudi wewe, Mungu anajua kesho ya yake ni ipi wae ki, Mungu anajua anakusudi maana akasema kila kitu ni chema mbele zake. Ao, Mungu anajua atakuweka wapi na anajua utaolewa lini, utaoa lini, yeye anajua.